Wakazi wanakijiji wa Birini eneo la Chalani huko Kilifi wanaomba wadau wa serikali kuwasaidia kutatua tatizo sugu la ukosefu wa maji ambayo limekumba eneo la Kaloleni kufuatia kiangazi cha muda mrefu. Wakazi hao wanaotegemea eneo moja la kuhifadhi maji wanasema kuwa hifadhi hiyo ilikauka miezi mitatu iliyopita na sasa wanalazimika kutegemea maji machafu kutoka kwenye vidimbwi. Population imezidi. Ulichimbwa wakati wa nyuma na Wazungu, lakini kulingana na population ilikoko ni ndogo. Saa hii population imezidi. Pia kumejengwa mashule, watoto wanasoma huku, lakini pia maji ni hapa hapa na vile mnavyoona maji hakuna sahii. Huu msara uko na miaka karibu hamsini na tangu uchimbwe na ulipeza tangu mkoloni, na wakati wote maji yakiisha huwa tunapata shida sana. Bibi zetu, ndugu zetu wa kike huwa wanasafiri kwenda mbali kutafuta maji, na maji ndio roho ndio uzima wa watu. Tangu niolewe hapa na karibu miaka thelathini na miaka hamsini na ikimalizika iki maji tuna shida, chombo kimoja tunanunua hamsini, pikipiki piki, tunatoa mia tano kupatiwa mitungi sita. Tuna, tuna shida sana na watoto saa hii wakienda shule, watoto wakija hawajui kama watakuna nini na maji hakuna.